Naitwa Valeriana Pascale Itovagonze. Mimi ni mtiania wa ubunge wa Jimbo la Karenga kwa mkoa wetu wa Iringa. Nitaomba kugombea hili jimbo la Karenga kwa sababu tayari kipenga kimepulizwa. Nimeona tayari chama changu cha Mapinduzi kimetangaza rasmi kwamba sasa tunaruhusiwa kugombea nafasi mbalimbali. Kwa hivyo basi, mimi kama Valeriana Pascale Itovagonze ndachukua fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Karenga kwa sababu ninayo nia thabiti ya kuwaongoza wanajimbo la Karenga kupitia mbunge wao Valeriana Pascale Itovagonze kwa sababu nimeona lile jimbo ni jimbo la kwangu, na ninastahili na nina sifa zote za kugombea, kwa sababu nimeona ni munge mkono mama. Mama kuna kazi kubwa sana ametuonyesha na ametufungulia sasa hivi wanawake, ametutolea woga, tumekuwa wajasiri tusiouga tena kwa sababu mama amefanya kazi kubwa sana kwenye hili taifa. Ili taifa toka uhuru halijaikuwa na kiongozi kama mkubwa kama rais mama. Tulikuwa tunaogopa lakini, baada ya mama kuingia, ametutia moyo, ametupa ujasiri, amefanya anafanya kazi nzuri zinaonekana, vile vitu ambavyo kwa kweli kilikuwa ni ndoto, sasa hivi mama anafanya. Kwa hiyo na sisi kama wanawake tupo tayari kumuunga mkono kwa juhudi zote popote, iwe chini ya uvungu wa kitanda, iwe wapi, iwe jua, iwe mvua, mama, sisi tuko nyuma yako na tutahakikisha tunakurinda. Mimi kama mama, ni sababu zilizonifanya nitie nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Karenga ni kwa sababu mama ametuwezesha na ametupa ujasiri, lakini pia nimeona kuna mengi ambayo wanakarenga bado wanatakiwa kufanyiwa kupitia wanawake kupitia wanawake, hilo jimbo halijai kupata pia mbunge mwanamke. Mimi nimegombea kwa sasa hivi ni mara yangu ya pili 2020 20, pia niligombea ubunge wa jimbo la Karenga, ninajua na pia nili nilitembea jimbo zima la Karenga nikayakuta mapungufu yako mengi, lakini pia na sasa hivi nimeona pia niombe kugombea kwa mara yangu ya pili. Kwa hiyo nina imani wananchi wangu wa jimbo la Karenga watanichagua kuwa mbunge wao wa jimbo la Karenga. Yako mengi amefanya ya, lakini pia yapo mengi hajafanya, ambayo bado yamenifanya na mimi niseme kama mwanamke na uwezo pia na mimi wa kwenda kufanya majukumu ya kwangu si ndio? Mm. Mapungufu yale ambayo mwenzangu, au majukumu ambayo hajayamalizia, na mimi nikayaendelezi kuwazia pale kwenda nayo mbele.